Kama unataka kuingiza ma bitcoin za kila siku basi Go Mining ni sehemu yako, na leo naenda na kufundisha mambo fulani fulani kuhusu Go Mining ambayo unapaswa kujua. Nakumbuka kwamba ukitaka kujisajili kwenye Go Mining ili upate punguzo ya asilimia ya bei Unaweza ukaangalia nimekuwekea link hapo, jisajili na ile link utapata asilimia, uh, utapata asilimia kadhaa ya punguzo pale unaponunua mining. Na leo tuko kwenye go mining na nishakufundisha kuhusu go mining, unaweza ukaangalia video yangu ambayo ilipita, nilifundisha go mining. Sasa leo naenda tuna, tunaenda kuangalia vitu kadhaa kadhaa ambavyo ni vya muhimu, unapaswa kujijua, na kumbuka kwamba go mining unapojisajili wanakupa uh, tera hashes za bure ambazo unakuwa kama ni Uh, uh, 16, na ukijisajili uh, na linki yangu ambayo nimekuwekea ya hapo uweze ukakupa hizo teration, na vile vile hizi zinatumia kama muda wa siku kumi na tano zinakuwa zina expire, na kila siku zinatakiwa ziwe active kama unavyoona service hapa, na mimi nina boxi mbili, hii moja imesha expire, kwa hiyo nina boxi ambazo nimezinunua ni mbili so, ni ambazo kwa ujumla ni terash ambazo zimefika 6.77 ambao tuseme ni power na electronics, hii ambayo inaitumia ni ya 20 power, kwa hiyo discount inapewa 3.2. Ndo discount ambayo, na discount ambayo unapewa na unaweza kuangalia miners ambazo niko nazo ni tatu, ni hapa ambapo isha expire, ni hapa nyingine ambayo niko nayo unaona. Vile vile GoMining inatoa option kama unataka kununua, ku, ku, ku, kutengeneza miners mpya, unaweza enda kununua kwenye market yao, kwa mfano marketplace, marketplace yao, marketplace yao. Kwa mfano hivi, una click hapa. Kwa hiyo itakuonyesha hizi maina ambazo zina maina ambazo zinauzwa. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukanunua ukanunua maina zako, alafu ukazitumia, baada ya kuchoka unaziuza. Kumbuka hizi maina zinakuwa ni permanent, yani ni za kwako za milele. Wewe unakuwa unapata kipato kila siku kila siku kila, kila, kila, kila, kila, kila, kila na itakuonyesha ni kiasi gani unaponunua, kiasi gani utapata, kiasi gani. Kwenye kununua mining kuna option mbili ambazo hizo ni mashini , lakini katika kununua kuna option mbili. Hebu tuende na option ya kwanza. Option ya kwanza kununua miner ni kutengeneza ya kwako mwenyewe, vile una design, una design kile ambacho unakipenda kulingana na uwezo wako na, na, o, na kitu ambacho wewe unakitaka kukitengeneza. Kwa hiyo ukija hapa kwenye dashboard ambayo inakuwa ni uh, mining farm, utaweza kutengeneza uh, ya kwako unakuja hapa kwenye create miner, unaweza ukatengeneza ya kwako mwenyewe kwa hiyo, inapofika hapa hapa, kuna options ambazo wewe unatakiwa uzichague. Unaona, unaweza kuwa unanunua mafri kila mwezi, kila mwezi, aza ukanunua on time kwa kila mwezi, zinakuwa zinapata hii, lakini ukanunua mara moja kwa ni, ni option ya mara moja, na terashes zinaanza kwenye moja nne na kuendelea lakini wewe unataka kukustomize. Kama unapenda kukustomize, unaweza ukaja hapa chini ukakustomize vile ambavyo unataka na hii hapa unaona kunaanza kuna teresh number 1, 2, 4, 8 na kuendelea. So tukisema kwamba sisi uwezo wetu labda ni teresh moja. Hii teresh moja gharama yake ni dola... oh, wait, wait, wait, wait. Yeah, ni dola 23.999 ndo gharama yake, yani kwa terashi moja. Hii terashi moja terashi moja inanunua dola <tosal> 23.99, ndani ya siku moja utakuwa unapata utakuwa unapata uh, bitcoin ambayo itakuwa ni 0.05 ndani ya siku moja, kwa hiyo utalipia gharama za matengenezo ambazo itakuwa ni 0.2, 0.2, 0.2. Alafu wewe utabaki na 0 hii hapa, net reward utabaki na 0.02 hiyo ndio kwa dola elfu moja ndani ya mwezi itakuonyesha gharama ndani ya mwezi ni ngapi na gharama ndani ya mwaka ni ngapi. Kwa hiyo ndani ya mwaka hii dola yako 25 inaweza ikatengeneza dola 8.16 baada ya gharama, unaona eh? ya kwa hiyo hapa nakuonyesha kabisa uh, raw, uh, return on investment ni thelathini point tisini na tatu. Kwa hiyo unaweza uka customize vile unavyotaka. Twende kwa mfano, labda umenunua za 250 maybe, hamsini twende labda umenunua hizi za mia mbili hamsini una, una terahash mia mbili sitini na sita kwa hiyo mia mbili sitini na sita inatuambia hivi, ndani ya siku moja tutakuwa tunapata dola mbi, kumi na mbili poent thelathini na sita ndani ya siku moja. Matengenezo inakuwa ni dola sita poent ishirini na mbili alafu inayobaki ndani ya siku moja tukiwekeza, uh, tukiwekeza tunapata dola sitini uh, na moja dola sita point kumi na nne. Kwa hiyo tukinunua terashes mia mbili sitini na sita na terashes moja ina dola ishirini na tano unaweza ukafanya hesabu ni ngapi. Kwa hiyo huu ndo mlolongo ambao kila siku utakuwa unapata faida na utakapokuwa unapata gharama, na unaweza ukaangalia kwa mwaka ni pesa ngapi ambao utakuwa unapata kwa hiyo, unaweza ukaangalia hizi terashes zinaweza kufika kama kwa dola mfano tuseme 5000 na kwa hiyo kila baada ya kuwekeza 5000 kila mwaka kila mwaka utakuwa unapata dola elfu mbili mia mbili arobaini na tatu point sabini na tano kila mwaka. Na kwa unakumbuka kwamba ni permanent, ni yako milele. 0.77 na hii inatua. Sasa mimi nataka ni upgrade iwe iwe na nguvu zaidi zaidi, tereshi nyingi ulizo nazo na ndio mapato ma, mengi ulionayo. Hebu tujaribu ku kwa upgrade ituonyeshe kwamba tunaweza kupata shilingi ngapi tukia upgrade. Kwa hiyo unaweza kaangalia hapa tereshi 4.49 inaweza ikatu inakuwa ina, ina raw investment ya kama unavyoona. Kwa hiyo hii ngoja ni kuonyesha sasa, tu twende taratibu hapa, tunaweza tukai customize hebu twende kwa tuki customize hapa, labda nataka kuongeza terahash kumi na sita kwenye investment yangu na hizi terahash kumi na sita inagharimu dola mia tatu sitini na sita point themanini na tisa. Kwa hiyo kinachofanya hapa ni nini? mimi maina yangu inapata dola 0.32 na mbili na hii maina um, oh, sikumbuki game yake ni shingapi, but uh, ni iko chini ya dola mia, oh, kama dola mia hivi, kitu kama hicho, ambayo inanipa kila siku inanipa dola 0.23, uh, na mimi nikiongeza hizi terashes inakuwa inanipa dola 1.02, kwa hiyo Unaweza kufasa mahesabu ndani ya mwaka mmoja, kila siku nikiwa napata hii dola 1.02 ndani uh, ya mwaka mmoja itakuwa shilingi ngapi? Dola mwezi mmoja itakuwa ni shilingi ngapi? Kwa hiyo mahesabu yote yanajulikana. Kwa hiyo hii ndio namna nyingine ambayo unaweza upgrade maina yako, ili uwe unapata zaidi. Kwa hiyo ni option namba mbili. Sasa hebu tuangalie option namba tatu inakuwaje. Option namba tatu ni kuja hapa kwenye marketing. Kwa mfano hapa kuna unaweza ukachagua mine ambayo wewe unaipenda inaendana na uwezo wako, kumbuka hizi mine zinatofautiana bei erh, na vitu vingine. Kwa hiyo labda miner, vile vile unaweza kutengeneza mine mpya unaweza upgrade, vilevile unaweza kuja kwenye marketplace, unaweza ukanunua vilevile uh, Una NFT ambazo unaweza ukanunua zikawa za kwako mwenyewe peke yako. Kwa hiyo kuna option nyingi ambazo unaweza ukafanya, so ukitaka kununua angalia kiasi gani ulicho nacho, unataka kuangalia, kwamba, kuangalia historia ya mine, ambayo ipo. Hii hapa ni kwamba ina ina ina terahash moja alafu bei inayouzwa ni thelathini na mbili point thelathini na mbili point seven seven two. Kwa hiyo hii hapa, kwa mwezi, kwa siku moja, mapato ya siku moja napata dola mbili, dola 0.2.02 ndani ya siku moja, lakini unaweza ukaona kama hii ni gharama kuliko kule tulikotoka, ni bora ukanunua ile tulikotoka kuliko hii. Na vile vile unaweza ukapima balance, unaangalia ni wapi ambako kuna gharama nafuu, unanunua kati ya ku upgrade kununua mpya aidha kununua kwenye marketplace. Unaweza kuangalia ndani ya mwaka mmoja ukilipia hii dola 32 point 72, ndani ya mwaka mmoja utatengeneza dola kumi point 72. 2027 unatengeneza 0.7 kwa hiyo inapo inakwambia uh, raw on or investment niweza kurudi kama dola zaidi ya dola 31.41, 41%. Oh, kwa hiyo unaweza kuangalia kwamba unaangalia ipi ambayo ina nafuu, kwa sababu usije ukanunua maina gharama ndogo uwekezaji mdogo. Kitu kingine ambacho nimekisahau hapa. Hizi maina unazoziona, naweza chukue ambayo iko powerful sana. Nimekisahau hapa, hizi maina unazoziona, naweza chukue ambayo hapa, unavyoziona unaweza kauun. Mfano hii hapa, unaponunua maina bei yake ni hapa ni dola mia mbili, uh, kumi na tatu. Unanunua hiyo maina ndani ya mwezi, si kila siku i inaehe ina pointi tisini na nane Namimi ii nayo na kama hii lakini si, haikufika gharama ya dola mia mbili. Na kwa hiyo unaweza ukaangalia kwamba ndani ya siku moja hii ina, ina dola 0.19 ndani ya siku moja, na ndani ya mwezi hii itakulipa dola 5.80, na, na ndani ya mwaka mmoja inakupa dola sabini na moja point twenty five. So uh, that is not bad. Kama unatafuta sehemu ya investment, ni kitu ambacho kibaya. Ndani ya mwaka, miaka miwili, miaka mitatu unaweza kuwa umeirudisha pesa yako, lakini kwa nje inaonekana kama iko na gharama kubwa uh, na ndo ndo uzuri wa kupima unaweza ukaacha ukasahau, unahitaji tena na unaweza ukaangalia gharama yake ni shilingi ngapi? Ni, ni dola 27 kwa hiyo kwa vile mimi nalenga sana kukufundisha wewe ambao una kipato kidogo, singependa tuamie kwenye gharama kubwa, ni tuangalie kitu kidogo, lakini kitu ambacho kinaweza kukuwezesha na ukapata o baada ya kuangalia ma, baada ya kununua maina zako maina zako ambazo tayari unazimiliki kama mimi ambazo nimekutolea mifano ya hizi tatu ambazo nilizo nazo, unaweza ukaangalia mwenendo ambazo wa maina zako ambazo una, una, una, una, unazo. Mbona hapa kuna option mbili ukiwa kwamba unaweza ukawa unazipokea kwenye kila siku aiza wale ambao utakuwa umeiweka huko, aiza zitakuwa zinajifanya investment, kwa hiyo zinakuwa zinajiinvest tena ili uwekeze upate maina zaidi. Kwa hiyo unaweza kuja hapa kwenye dashboard. Dashboard hii hapa unaweza kuangalia mwenendo wa maina zako na kompyuta power yako jinsi ilivyo, na unaweza kuangalia kwamba kila kitu utakiona hapa. Aiza unaweza kuja kuangalia rewards zako kaja ukabonyeza hapa, unaweza ukaangalia zote ziko hapa ambazo unapata napata. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona status ni reinvestment, mimi ndio nachokifanya, kile nachokipata na, na, na investment. kwa hiyo Unaweza ukaenda unaangalia kiasi gani umepata kulingana na nguvu ulionayo. Kwa hiyo wewe nakupa option zote, kiasi gani ambacho kimeinvestiwa, kiasi gani, kwenye address gani ambayo imetumiwa umepata punguzo ya asilimia ngapi. Kwa hiyo okay, kila kitu kinakuwa kiko hapa, inakuwa ni, ni easy ku understand kila kitu. Na hapa ukitaka kuinvest tena labda unataka uwe wow, una invest au unasema okay mi nimesha invest sana lakini sa, nataka sana ni stopishe. Unaweza ukaja hapa ukastopisha au ukafanya hapa uka, uka investment, unaelewa? Kwa hiyo unaweza uka invest au ukastopisha kufanya reinvestment, kwa hiyo inakuwa iko simple and easy. Kitu kingine ambacho ningependa ni, ni kushauri hapa, kama unavyoona hapa maintenance iko in, in go mining, ukiwa unalipia kwenye go mining kuliko bitcoin, bitcoin unakuwa unapata asilimia kadhaa kuza Uh, asilimia kadhaa asilimia kama ishirini hivi ndio, kama unavyoona unaweza kaweka baadaye ukazibadilisha zikaa kwenye bitcoin. Kwa hiyo inakuwa ni kitu rahisi, na hiyo ni kitu kizuri kufanya, kwa sababu unapata asilimia unakuwa una, unapata punguzo uh, uh, kwenye kupata reward zako. Kwa hiyo unakuwa unapata reward nyingi kuliko ukiweka kwenye bitcoin uh, utapata reward ndogo. Kitu kingine hapa, twende hapa kwenye hapa kzuri uh, tukiklik hapa unaweza ukaona kwamba ni dola sitini na tano ambayo ipo dola dola mbili pointi sitini na tano hizo, unaweza ukapenda ukaongeza uka- kaka ukazitoa uka, uka ukazipeleka ukasaka wenazo uka kwenye akaunti yako, na unaweza ukaangalia transaction zote ukaangalia method discount na hapa kwenye hii e iko wallet unaweza kuweka wallet zako ambazo ulizo nazo, wallet kutoka nyingine. Na hapa ni kwenye account ambayo wewe unaweza ukaangalia account yako, ukaseti, ukaweka vitu vingine ambavyo unapashwa kuweka, kwa yote zina maana yake. Kuna hii ni marketplace, kuna unaweza kubai, na hii hapa ni academy, watu unaweza kupata elimu kuhusu GoMining. Wewe unaweza kuja kujifunza mambo mbalimbali uh, kuhusu Bitcoin na mining. Um, na hii hapa ni platform ambapo watu wanapata mining, wana, wana, wanafanya mining. Wewe unaweza kuona ni vitu muhimu, the potential of security in crypto trading uh, what is hold mean in crypto na hii hapa what is not in cryptocurrency. So, ni elimu nyingi ambayo unaweza kujifunza kwa hiyo, na mimi nishawahi kujifunza na nika complete 100%. Ndio, kama hiyo hapo uneshawaina, lakini bado kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukajifunza. Kama una nafasi, jaribu kufanya hiyo. Naomba nikukumbushe kwamba Go Mining ina app ambayo inakufanya upate urahisi. Una download app yao iko hapa, kama unatumia simu ya Apple Store, unatumia oh I'm sorry, kama unatumia Play Store au App Store, unaweza ka download app yao iwe unapata urahisi wa kuangalia uh, reward zako na kuzipata kila siku na iwe inatakiwa kila baada ya 24 hours, inatakiwa una select service ili iwe inafanya kazi hizi maina zako na upate reward zako za daily reward kama ninavyokuonyesha mimi ninazozipata hizi hapa, na dashboard yangu hii hapa, kwa kila kitu kiko sawa. Ukitaka kupata kipato ambacho ni cha uhakika, uh, I think GoMining is the best miner kuliko, achana na zile platform za maskama. Hii ni really good platform ambayo unaweza ukainvest na ukao unapata hata ukiwa kama hata na kiasi kidogo dola ishirini na tatu unakuwa unaenda unaweka weka kidogo kidogo, unapata dola ishirini na tatu unaweka unapata dola uh, terash zako zinakuwa zinaenda zinakuwa na ndio unaenda unapata pata vile vile, unaweza ukafanya hii ambayo nimekuonyesha, uh, reinvestment ili iwe inaenda una unaenda una invest invest invest invest, unakuja kustukia kwamba kwa siku unaweza ukaingiza hata mine baada ya matengenezo ukapata hata dola um, mia tatu, dola kumi na tano, dola kumi. Inategemea, the more power, uh, terashi wa, go mining sasa. Bado tutaendelea kufundisha kuhusu go mining na tena, na tena, lakini hii ni platform ambayo ni nzuri, na ukiwa una swali kuhusu uh, platform hii, naomba uniachie comment yako hapo chini, na kumbuka kwamba ukitaka kujisajili ni platform ambayo unaweza kujisajili kupitia link yangu nimekuachia hapo chini. Asante sana.